Haya, waliokosa kazi na nchi yao wao washaingia barabarani kwa kuandamana, wako oh, serious kabisa. Haya ba nasi hatutoki na twende kokote, na mfanye chochote, tupo sana nchi yetu, <coughs> tunataka ni mambo ya Tunduma, nishaanza kuwape, ni mitaa ya Tunduma hapo baba.